ameshauriana na nabii. <laughs> Hapa ile ndugu zangu watu wa Geita na kanda ya Victoria. Mimi ni mwenyekiti wa CHADEMA, kanda Victoria. Hiki chama kimebeba matumaini ya watu wengi. Mimi binafsi Wenje kakaangu amezikwa na lewawa kwa sababu ya CHADEMA. Kwa kwenye familia yangu tuna jeraha na tuna matumaini, tunasonga mbele kwa sababu tunajua kuna gharama ya kulipa katika safari hii. Nipo na mimi, ni mwenyekiti continue. Shukran mheshimiwa, kaketi. Sasa kuna, kuna watu wanasema wa kwamba waliokuwa timlisi wanabagua walikuwa timu mboe, ndio maana waliokuwa timu mboe wanahama. Mimi naamini tuna timu moja ya CHADEMA na watubaguani, na ndio maana nasema kama kuna mtu yote alikuwa na timu nyingine asimshambulie mwingine, ila kwa niaba walikuwa timuisu, nataka utoe kauli mbele ya wanageita mmoja <laughs> kakuita mkanada kwamba wanachadema tunakumbatiana kwa upendo, tunasonga mbele kwa pamoja kwenye mapambano ya no reform no election, bila kujali nani alikuwa nani. Karibu Asa. Asante katibu mkuu Sulaima, hatuna hakuna, ila tuna makusudi katika chama hiki, na makusudi hayo ni mabadiliko na uhuru wa kweli. Kwa hiyo yoyote ambaye hataishi katika makusudi anabaguliwa, anajibagua na makusudi ya umma yanayotazama katika chama hiki. Mimi sina timu, uchaguzi uliisha, na mimi moyo wangu nikichagua upande nikishamalizana nao tunaendelea na kazi ya nini? Ya siasa. Mheshimiwa Tibu, hakuna hakuna. Maana hata Chadema hauko. Ha, mimi mimi ni Chadema <laughs> na ndio sababu niko hapa, lakini sina timu ya pembeni ila namchukia kwa dhati kabisa mtu anayetaka kusaliti mapambano yeah. Sasa sikilizeni. Nashukuru Mheshimiwa Lema. Mtu yeyote anayesaliti mapambano haya bila kujali ni nani, bila kujali ana mamlaka kiasi gani, lazima wote tumpinge wote kwa umoja wetu. Sasa sikilizeni wanageita, na naomba mnisikilize kwa huu muda mfupi, nitakazungumza kwa ufupi sana.